Ndugu mgeni rasmi, wageni mbalimbali, meza kuu, walimu, wanagenzi wenzetu, wanafunzi, wazazi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki ikiwa imezingatiwa, tumsifu Yesu Kristo. yeah, yeah. Awali ya yote tunaanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa, kwa, kwa majaliwa yake aliyotuwezesha kutulinda tangu tulipoanza masomo na kutuwezesha kufikia siku hii ya leo. Shukrani za dhati ziende kwa serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia Ofisi ya Waziri Mkuu, Wizara ya Ajira na Kazi na Maendeleo ya Vijana kwa kufadhili mafunzo haya yaliyotufanya leo hii kuwa wahitimu. Hakika kazi na utu, tunasonga mbele. Shukurani za dhati pia zikuendee wewe, mgeni rasmi, mkuu wa chuo, Dr. Saretieli mwakiambiki kwa kukubali kushirikiana na serikali ya awamu ya sita kutoa mafunzo ya uwanagenzi ambayo yametufanya leo hii kuwa mafundi wenye kufanya kazi kwa ubora na kujiamini. Shukrani zetu za kipekee na za dhati ziende kwa uongozi mzima wa chuo na walimu wetu wote kwa jinsi walivyojitoa kwa moyo wa dhati katika kutufundisha. Tumefundishika vyema na hii inadhihirishwa na utofauti tulio nao leo ukilinganisha na tulivyokuwa tukifika mwanzoni. Ndugu mgeni rasmi Tulianza mafunzo tukiwa wanagenzi 218 mpaka leo hii tunapohitimu tupo wanafunzi 184. Wengine wameshindwa kuhitimu nasi siku ya leo kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo vifo, utoro na kuhama makazi. Ndugu mgeni rasimi, elimu hii ya ujuzi imetupatia msingi mzuri wa kujitegemea na kujiajiri bila kutegemea kuajiriwa na pia imetujengea uwezo mzuri wa kujitambua na kufikiri, kufanya kazi vizuri na kufanya maamuzi sahihi. Pia imetuwezesha sisi wanagenzi kupata elimu ya mambo mbalimbali kupitia masomo tunayofundishwa hapa chuoni. Mfano, tumepata elimu ya ujasiriamali, Kiingereza, uraia na fani mbalimbali kama vile aluminium, useremala, ususi, upishi, marumaru, umeme uchomereaji pamoja ufundi magari pamoja na kompyuta. Pia tumeweza kupata uelewa kuhusu afya na magonjwa magonjwa na usalama katika mazingira yetu. Vile vile tumetambua kuwa fundi asiye na ujuzi hulaumu vifaa. Ndugu mgeni rasmi, katika kipindi cha mafunzo yetu tumepata ujuzi muhimu unaotakiwa katika soko la ajira tumepata mafunzo ya na nadharia darasani mafunzo ya vitendo ya ma, vitendo katika karakana na mafunzo kwa vitendo kwa waajili, yaani field attachment. Ndugu Ngelasi, baadhi ya mafanikio ni kama yafuatayo: tumefanikiwa kutoa huduma nafuu na bora kupitia mafunzo kwa vitendo, ikiwemo kutengeneza furniture, kutengeneza vifaa vya aluminium, kupika na kuhudumia hafla pamoja na kufanya matengenezo madogo madogo ya magari. Tumefanikiwa kutengeneza na kukarabati vifaa mbalimbali katika jamii ya Kyela ikiwemo kupaua nyumba, kuweka vigae, kuweka na madirisha na milango pia tumefanikiwa tumepata nidhamu ya kazi, stadi za maisha, yani life skill, stadi za ujasiriamali, pamoja na mafunzo kuhusu usalama kazini. Tunawashukuru sana walimu wetu Tunawaahidi kuwa maarifa na ujuzi tuliopata hapa tunaenda kuendeleza na kuutumia katika maisha yetu ya kila siku, ikiwa ni pamoja na kujiajili, kuajiliwa na kuajili wenzetu ili kupunguza changamoto ya ukosefu wa ajila nchini. na Mungu awabariki sanaee. Kwa fupi juu ya uwepo wetu hapa, tuko hapa kwa sababu ya sera nzuri za nchi yetu, lakini tuko hapa kwa utashi wa Rais wetu kwa sababu alitaka vijana wake wapate elimu wapate ujuzi wawe na uwezo wa kujisimamia katika maisha yao lakini pili utashi au mwitikio wa bunge letu kwa sababu baada ya kumsikia mama akisema bunge nalo likaweka fedha ndiyo maana tuko hapa bila hivyo tusinge kuwepo. Lakini pili, utekelezaji wa wizara yetu, wizara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana. Lakini pia niseme juu ya juhudi ya walimu na viongozi wa chuo ambao wamesababisha nyinyi leo mwe wahitimu mliofuzu kweli kweli. Maendeleo ni juhudi binafsi. Naomba nirudie maendeleo ni nini? Ni ah, sasa kama mmelala mjasoma. Maendeleo ni juhudi nasema maendeleo ni juhudi binafsi, kwa sababu kuna watu ambao wakusoma kabisa, lakini wana maendeleo yao mazuri. Ni uongo au ni ukweli? Ukweli lakini kuna wengine wamesoma wakafika darasa la saba ni darasa kubwa tu, lakini wameshika fedha, wanaishi kwa raha na wamefanikiwa. Ni uongo? Ni ukweli? Amen. Kuna waliofika vyuo vikuu, wamefika vyuo vikuu wakasoma sana, wakapewa elimu na serikali ikatoa fedha, lakini kuna wengine ni maskini. Uongo? ukweli? Kuna walemavu. Tumeona, lakini kuna walemavu tumeona, mwenzetu hasikii, lakini kalipiga sebene, kalichapa sebene. Hapa ni hatari, uongo kweli? Kwa hiyo maendeleo ni juhudi binafsi. Tunamshukuru mzee ikipiga hapa, tukimaanisha pia kuna wazee wameendelea k oh, hakuna cha umri Hakuna cha elimu hakuna kwa chochote, ili mradi wewe ukiamua kuendelea utaendelea tu. Sasa wewe kijana uliyepo hapa, ambaye ni mwitimu, kwanza una elimu, ni kweli ni uongo? Elimu angalau umefika form 4, jamani, ni kweli ni uongo? Kweli. Utaka kujua vijana ambao wanaanza kupotea ni wale ambao hata wasikilizi, wanaangalia watu wanaopita. Lakini umepewa ufundi, nyinyi ni mafundi, si ndio? Kama mama hapa alivyokuwa anasema Prisca. Kwa maana hiyo, mna nyenzo nyingi ambazo lazima mzitumie katika kuleta mabadiliko ya maisha yetu. Nimewaona wote mna afya nzuri, ni wazuri mliopendeza, lakini nyinyi pia ni vijana mmeelimika, ni mafundi, lakini pia tuna mchungaji amewaombea. Kwa hiyo hata Mungu yuko mbele yenu, kipi kitawafanya msiendelee? Anayeona anatindikiwa vifaa vya kufanyia kazi, tuna idara mbalimbali zina vifaa mbalimbali. Njoo ushirikiane, utumie vifaa vilivyopo uweze kufanikisha maisha yako. Kwa hiyo kama wewe ni sana, kama wewe ni saluni na hauna mali pa kufanyia kazi, lakini una wateja ndio unao KPC Kama wewe ni fundi marumaru, tumekupeleka kwenye practicals, ukaona kuna mahali unakwama, walimu wapo, akina Dugange, mwite mwalimu akakuonyeshe. Mfano, mfano unao, lakini anaweza kukuonyesha uzoefu, ili ufanye nao kazi. Carpentry ipo, masonry ipo, njooni tushirikiane, njo utafute kazi katafute kazi iletekbc ufanye kwa sababu, ukilalamikia vifaa... kuna mwenzetu amesema kwenye risala, mtu yoyote asiye na ujuzi alalamikia nini? analalamikia nini? Vifaa.